Kipindi cha nyuma kabla ya mradi huu, watoto walikuwa wachache sana, wakizidi sana ni arobaini na tano. Tulikuwa hatuwezi kufikisha hata hamsini, lakini kwa sasa hivi tunafikisha watoto mia. Kwa hiyo watoto walikuwa nasomea nje kwa kucheza tu labda na kuandika tu chini, kwa sababu hatukuwa na darasa. Kwa hiyo kwa sasa tuna jengo ambalo linajitegemea li unaweza ukaweka zana unavyotaka mwalimu Huu mradi wa Watoto Wetu Tunu Yetu uliofadhiliwa na shirika la TAHEA Mwanza kushirikiana na CIC umesaidia sana katika shule yetu ya Isela hii kata ya Usagara nzima. Ili darasa ni kama tunu ya kata nzima. Ule uandikishaji wa darasa la kwanza ulikuwa ni uko chini sana, takribani kama watoto 40 au 25 waliokuwa wanaandikishwa hapa lakini mpaka sasa hivi elfu mbili na ishirini na tano tuna watoto mia moja kumi na tano. Kwa mpaka sasa hivi ufaulu umeongezeka, kwa sababu gani? Watoto wanaotoka shule darasa la awali, sisi hapa shule ya msingi Isela, hatuna mtoto ambaye ajui kusoma na kuandika. Bibi anasoma anasoma kitabu. Lakini pia hata wazazi nao wanaofurahia sana mradi wetu huu watoto wakirudi wanaweza kusoma herufi za mwanzo, wanaweza kusoma silabi wakiwa chekechea, wanaweza kuhesabu mpaka ishirini. Kwa hiyo kunakuwa na mwitikio sasa wa wazazi kuleta watoto, ndiyo maana hata umeniuliza swala la uji hatupati shida, kwa sababu wazazi wana mwitikio kulingana na mazingira ya darasa. Mwanangu Lutisia, kwa zamani alikuwa hawezi kufanya kazi yoyote sasa hivi namwona yuko vizuri, anaandika. Siku ya Jumatano anasema mama, soksi ni chafu, anamwambia akafate soksi, ufanyeje? Ufue. Yaani nashukuru sana, aendelee na huyo moyo aliotoka na atakaotoka darasa da la awali, aende nao mpaka la kwanza, hadi mpaka la saba.